Nashukuru Mwenyezi Mungu kwa kutufikisha salama wote. Kama tunavyojua tumekuwa na ndugu zetu marafiki, jamaa ambao kwa namna moja au nyingine ameshindwa kuuona huu mwezi, kuiona siku ya leo, lakini Mwenyezi Mungu ametupa sisi uhai afya kuweza tena kuona mwezi huu mtukufu Ramadhani. Basi kwa pamoja, niomba tumshukuru sana. Lakini nishukuru meza kuu kiongozwa Mheshimiwa Jafo, waziri wa viwanda na biashara. Tunafahamu ni namna gani umekuwa uko bize na mambo mengi majukumi wa kiserikali lakini tumekuomba hujo hujumueke nasi na umetukubalia, tunakushukuru sana na tunathamini sana uwepo wako kufika hapa. Tunajua kuwa majukumi yako namna, Tanzania sasa hivi imefunguka upande wa kibiashara na uwekezaji. Mweshimiwa Rais Dokta Samia Suluh Hasani ameifungua nchi katika sekta viwanda, biashara ubize wawekezaji walikuwa wengi. Tunafahamu namna ugumu wa ratiba yako, lakini kutukubalia kuja kujumuika nasi, tunakushukuru sana. Kwa kipekee nashukuru wote ambao leo hii wamejumuika nasi huko ndani. Ukitazama kwa mbali tu, unaweza ukaona kama ni watu watu tu, lakini huko ndani kuna watu wengi wazito ambao mna majukumu mengi na heshima kubwa na kazi nyingi za kufanya, lakini kwa kutupenda, kututhamini, kuendelea kutunga mkono, nimekuja kujumuika nasi. Unajua mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao watu wengi wanapenda kula pamoja na familia zao, wanakaa na familia zao nyumbani, wanapika, wanakula, kwa mtu kutoka kuacha aftari ya nyumbani kwake akaja katika aftari ya kuiandaa ujua amekuheshimu sana amekupenda sana na kwa wote ambao umekuja ndani, tunawashukuru sana. A, ndugu zangu, toka kuanza kwa karia yangu mpaka kwenda kwenye taasisi imekuwa support na kutuunga mkono sana. Nakumbuka kuanza kwangu mwaka elfu mbili na tisa kiwa kama mwanamuziki kaenda tua taratibu taratibu, tukaenda kwenye mambo ya levo, tukaanza kuingia kwenye mambo ya vyombo vya habari, biashara tofauti tofauti, siku zote namatawati no nimekuwa msere mbele kwenye kutuunga mkono, kutusapoti, na mimi naamini ndiyo sababu kubwa ya mpaka leo kufika hapa. Kwa hiyo nikaona kwa mwezi kama huu tukufu Ramadhani, miongoni mwa mambo ambayo pengine yanaweza kuonyesha shukrani yangu kwenu, kuonyesha kujali na kuthamini sapoti yenu kwetu, ni kujumuika nanyi, kula pamoja, kaa pamoja kama hivi, asali pamoja, tukafturu pamoja. Na umu ndani, namshukuru Mwenyezi Mungu tumepatika kualika pia vituo visivyopungua vitano watu tuyatima ambao tunafutiwa navyo leo, na kama dini inapotuelekeza mwezi huu, yapo na miezi mingine ya kutenda mema, lakini mwezi huu kuongeza kufanya mema zaidi. So nashukuru sana kwa kuwepo, wakuja na kiukweli, siku ya leo sio siku ya maneno mengi sana. Hapa ni kufuturu pamoja, kuwashukuru kwa kuendelea kwa kutusapoti katika shughuli zetu toka tumeanza, ukiangalia chombo chetu, shughuli mbalimbali na katika sapoti na kutuunga mkono huko huko, umetuwezesha kupata baraka ya leo hii kuwatambulisha kitu kingine, na mimi miaka yote nimekuwa nikisema kwamba kunapo tusapoti sisi vijana wa Tanzania, watoto wa Kitanzania hawajamsapoti tu Diamond, hawajamsapoti tu Nasibu, hawajamsapoti tu Ricardo Momo, hapana, lakini umesapoti, umeunga mkono, umewezesha, umempaa watoto wa Kitanzania, watoto wa Kiafrika. Ndio maana ukiangalia background yetu ilianza mimi, tukatoka taratibu taratibu, tukaanza kuongezeka, tumeanza kama vikundi, tukaenda kama kampuni, tukafika kama taasisi, na kadri siku zinazozidi kwenda, tunazidi kupeana ajira na fursa wenyewe kwa wenyewe. Ndio maana kwa namna moja au nyingine, tunakuwa tunakombwana, tunashikana mikono kwa wenye ndoto tofauti tofauti, lakini pia watu kutokuwa mtaani tu e wenye elimu au hawana elimu, lakini kila kufanya jambo fulani kwenye nywana. Nashukuru sana Mheshimiwa Jafo, kipekee ningeomba sana ni ishukuru serikali hii ya awamu ya sita inayoongozwa e na Daktari Samia Suluhu Hassan, lakini ukiacha tu serikali ni kushukuru na wewe kwenye wizara hiyo ya viwanda na biashara. Kiukweli, mambo yamefunguka na ufanisi umekuwa mkubwa. Mitaani, nyumbani kwetu, tunasema sio juma tu, kuna vikao vya vijana kwa tofauti, tunasema kwamba ikitokea awamu hii wewe ukashindwa kujiongeza, ukashindwa kutoboa, basi usilaumu serikali kwa sababu fursa zimefunguliwa nyingi, kiacha tu fursa zimefunguliwa nyingi. Tumempata rais ambaye ana huruma, anatuongoza katika namna ambayo licha ya kufuata katiba na kanuni zake, lakini pia ana huruma na ubinadamu ndani yake, kwa sababu unajua kuna wakati mwingine ukitaka kuifuatisha katiba sana, unaweza watu wakimbizana una. Lakini tumepata rais ambaye ana huruma, ana roho nzuri, na kiukweli anajitahidi kuhakikisha kwamba kama tatizo kama deni tuwe nalo sisi sio yeye. Sasa Mheshimiwa Jafo, mimi nikiwa kama mmoja wa vijana wa Kitanzania ambao kiukweli ukirekea fursa naondoka nayo, sifanyi masiala kabisa. Na siku ya leo Mheshimiwa Jafo mkualika hapa, tunataka kutangulisha kitu chengine jambo lingine kutoka taasisi hii ya wasafi na kukitambulisha. Ningeomba nizungumze pia maneno kadhaa kibinafsi, naomba sana nimpongeze Baraza la Sanaa la Taifa saguzata, Mheshimiwa Jafo. Baraza hili limekuwa ni baraza walezi, sio baraza polisi. Kwa ndugu zangu wasanii waliokuwepo mundani, wanajua mabaraza tuliokuwa nao mwanzo, mabaraza ya sasa hivi, hili baraza la sasa hivi ni baraza ambalo linataka sisi vijana tufanikiwe. Hatuwezi kusema wakati wote tunapatia ni uongo, lakini dkt Mapana anajitahidi kuhakikisha kwamba penye mapungufu yetu anaweza akaturekebishaje, kupitia sheria na kanuni, lakini katika namna ambayo unamwona ni kama mzazi anakuelekeza, sio kukugomoa ufe na mwambie Dokta Mapana, matunda haya matunda taasisi yanatokana na juhudi ya baraza lako, kwa sababu sisi tumetokea kwenye sanaa mpaka kufika hapa leo. Ingekuwa huku mnatupa kashikashi na kustress, tukisha tukishamagao, lakini wataongoza vizuri, na nikuthibitishie tu kwamba katika awamu na miaka ambao umekuwa na wanamziki ambao wana akili, basi kavi uwazi wanamziki Watanzania sasa hivi wengi wana akili za kibiashara. Zamani pengine tukubatika kuwa na wengi watanzania hivyo, lakini sasa hivi wana, wana mziki wengi wako serious kwenye masuala ya kibiashara tafanya mziki, lakini mtu akipanda kichwa kidogo anajiwekeza kwenye wekezaji. Profesa Bala aliniambia nikipanda kwanza nitoe speech, nitoe speech baada lakini sasa unajua, si msanii ushakutana na ameake, unajisikia kidogo. Endelee kuongea. Mheshimiwa mgeni rasmi, kipekee kipekee, ningeomba sana nimpe sifa, nimpe sifa kaka wangu mtendaji wa juu kabisa wabeaa, kaka wangu Nyaisa, kaka wangu Nyaisa, tafadhali naomba hata ikiwezekana wakungie kidogo. Hata mimi najua nitakachokea hapo, anakutafuta sana kaka wangu Nyaisa, yeye ni mtendaji wa juu kabisa kwa kizungu anasema CEO pale Brela. Brela ndipo chapa brand nembo zote za kibiashara makampuni zinasajiliwa pale, na kakangu ni kuambia ukweli, humu ndani kuna brands nyingi sana, yani humu ndani kuna macelebrities, kuna watu wazito, kuna watu wenye wa vision wenye makampuni kwenye chapa za kibiashara ambazo naamini wengi wao walikuwa pengine kama nilivyokuwa mimi. Mheshimiwa mgeni rasmi, miaka kadhaa nyuma, nilikuwa nasafiri naenda airport pale kati, nafika kwenye lounge pale, kakaa kwenye isa kabla sijajua, akaniita sasa miongoni mwa vitu ambavyo nisijimegee minyama, lakini namshukuru Mwenyezi Mungu, mimi bwana sinaga tabia za kimajivuno. Nikikutana na watu kwasabunita, nikaenda nikamsikiliza, akajitambulisha, akanambia mimi mtu fulani atoka sehemu fulani. Akanambia mdogo wangu, wewe brand na najua unamiliki brands nyingi sana. Lakini moja matatizo makubwa tulionayo ambayo nikiyatazama yanaweza kapelekea vijana wengi kupoteza haki zao, watu kuto kusajili chapa zao. Yaani mtu anawezekana na kitu chake, lakini hathamini kwenye kusajili. Kadangu ananiambia, wewe chapa nyingi sana ambazo mimi nikikaa ofisini naziona kabisa hazijasajiliwa. Akasemaza, katokea mtu mjanja mjanja akaenda akasajili na ukawa hauna cha kumfanya kwa sababu atakuwa na haki. Sasa kwa nafasi yake chio chake, na mimi pale nimefika, sikujua angeweza kuniona tu msanii akanikuza, lakini kitendo cha kuniita na kunielimisha, akanikaribisha mpaka ofisini kwake na kunielewesha na kunisimamia kusajili na kuhakikisha kwamba chapa na nembo zetu zote za Wasafi zimedhibitiwa, namshukuru sana. Nataka mtu awe mungwana sana na... Nikwambia ukweli kaka yangu Nyaisa umenisaidia ume umeniokoa katika vitu vingi sababu baadaye ningelia na naamini leo hii hapa hawa vijana either wana muziki au wajasiria mali ambao wanachapa tofauti tofauti wakitoka hapa wataomba sana kukuona ili uwasaidie nami najua katika moyo wako utawasaidia na tafadhali wape ushirikiano kama lika mimi ili kuweza kutengeneza Tanzania ambayo ni maendeleo zaidi baadaye, na bibi na mabwana eongea hayo, ningeomba sasa nikaribishe meza kuu kwa sababu ya kuja kuzindua rasmi bidhaa yetu mpya ya Wasafi. Hatua yetu nyingine kama Wasafi, ambayo hatua hii fanikio lake limetokana na sapoti ya wa Watanzania. Nyinyi Watanzania, ndugu zangu mlioko humu ndani, na sisi kama vijana ambao mnatupa fursa hiyo, tunahakikishia kwamba tutahakikisha kuwa tuwangushi ama tukawatia aibu kwa nafasi unazotupa. Tafadhali mabibi na mabwana, ije, naomba nisaidie kuleta wageni wa meza kuu hapa.